Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man ahabba lillah wa aghdha lillah, atakayependa kwa ajili ya Allah na akachukia kwa ajili ya Allah, akatoa kwa ajili ya Allah na akazuia kwa ajili ya Allah fakad stakmala liman, atakuwa amekamilika imani

Fala yakunu waliyan lilah illa man amana bihi wa bima jaa bihi watabiahu wa batinan wadhahira, hawezi kuwa walii wa Allah isipokuwa yule aliyemwamini mtume sala llaa salam na kaamini yale aliyokuja nayo na kamfuata mtume dhahiri na kwasiri. Umeelewa? ina maana Haiwezekani akawa wali wa Allah mtu asikuwa mwana sunna, mtu wa bid'a hawezi kuwa wali wa Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo, wali wa Allah anapatikana wa wali wa katika watu wa sunna. Kwa hiyo, hii ni msingi ya kuwapima mawali. Niliwahi kuwatadia kisa kimoja, niliwahi kuwambiwa kuna shehe mmoja alikuwa anawaswalisha watu swali mara kwenye swala yake wakasikia nafukuza mtu Afesh, kwenye swala yeah, toka simanaelewa. Sasa baada ya swala, wakamuuliza she, vipi tena ulikuwa unafukuza nini? Akasema wakati mna swali, niliona mbwa anakatiza kwenye kaburi ya Mtume. Yeye yupo Tanzania Alafu kaburi liko Madina, subelilo la mtuwasalam uko Saudi Arabia, kwenda kwenyewe mpaka ndege. Yeye yuko hapa, kaona kaburi ya Mtume mina fandani, mbwa nakatiza. Si alipitia wapi iyo mbwa? Yani kwa mazingira na nakuyajua haya, kamuona ile mbwa pale, sasa namfukuza ile mbwa. Watu wakashangaa kwelesei, ushe hatari, ushe hatari sana. Sioelewa ndo mashehe zetu wa namna hii tulio nao, tu, tu, tu nao mjini. Shehe anadanganya watu akambia ukipoteza hela njoo. Si situka na mashehe huko. Ukipoteza hela nakwambia njoo. Njoaya anatengeneza uganga wake kwenye bakuli kwenye maji au nakwambia ioangalie. Kwa hiyo alhasil, ikhwan, yule bwana akasema alikuwa anafukuza mungu kwenye kaburi la Mtume. Watu wa kamili akatoka, bwana mmoja akaenda kumsimulia mkewe, anambia shehe leo asenyi, tunaye shehe huyu shehe atari, mvua zikatiki tena hapa. Tukifika msimu wa kulima, tuenda kwa shehe, kwa shehe huyu mkozegua. Yule mke wake alikuwa na amesoma kwa watu wa Sunna, naelewa shida ewani, hmm. Sa ndo hivo wapa mitaini Akaambia kweli, asema "Shehe leo tuna swali, akamwona mbwa anakatiza kwenye kaburi ya Mtume akamzuia yule mbwa yule. Ah, mwanamke akasema wekali s, mwanamke akasema sasa, tunaomba tuna, mume wangu, mwalike shehe aje kidogo nyumbani, tutakuwa tukuta baraka huyo, shehe mwalike angalau siku moja tulinaye hapa nyumbani lakini kabla ya kumwalika muulize, anapenda chakula gani? Tumwandalie ili tusije tukaaibika, tuka yule bwana akasema naam, nikamwingia. Akaenda akamwomba shekhe, kwa heshima zote, tunaomba tule pamoja nyumbani, ila naomba uniambie chakula gani wapenda. Akasema, mimi napenda wali, simenelewa wali mweupe alafu ule wali na mayai ya kuchemsha, mayai sikose. Eh, sawa mayai. Alhamdulillah, akamwambia mwanamke. Mwanamke akaandaa chakula kizuri, kakiandaa pamoja, akaandaa sahani mbili, bakuli mbili za wali, zikawekwa wali vizuri ile bakuli ya shehe, yale mayai akaweka ya chini, chini ya bakuli, alafu wali ukafuatia juu alafu bakuli mume wake yale mawadi ya mayai yakawekwa juu juu. Haya, wakakaribisha shekhe chakula, kikaanza kula. Sasa kila kila yule aliyemkaribisha mwenyeji anakutana na yai, kula yai, kula yai. Ile shekhe uzalendo uzalindo ukamshinda. Akhi, sikwambia mimi napenda mayai? mbona hamna mayai hapa? Fahimu, ah yule yule yule yule yule, yule bwana eh, kabidi amulize mke wake, wewe mbona unatia kwa Sheikh mayai? mwambie ma, Sheikh wako mayai, ila ha, alimwambia mapema, ambea mayai haya na yaweka chini. Sheikh wako akiyaona, basi utajua ameona mbu wa Madina, lakini asipoyaona, ujue kwamba yule Sheikh wako mwongo a mtu. Na yule mwanaume, kwani Sheikh akamwambia, bwana mimi Nimekwambia nataka mayai. Yule shehe yule yule bwana akachukua kijiko akafukua ule wali, ambe shehe, mayai haya hapa hapa. Ah, kumbe ambe shehe, uliona mbwa Madina, mayai yako ni bakuli uliaona simini leo hapo? Ikawa ndo mwisho wa yule bwana na shehe. Angalia, mwanamume mwanamke msomi alipotumia njia ya kumnusua wa mme wake. E, tapeli huyu adangaye tamuona mbwa Madina mayai yako kwenye bakuli anakolia hajayaona. Kwa hiyo ndivyo walivyo hao waongo wa wa fahimu mtumeekwani